tumekuwa mpaka taifa chanjo na wizara cha, ya afya tumekuwa tukitoa chanjo mbalimbali dhidi ya magonjwa, na magonjwa haya yanasaidia kuimarisha lishe za watoto. Mtoto akiwa hana kinga dhidi ya ugonjwa, kwa mfano mathalan, mtoto anaharisha, ina maana chakula atakachokula hakitanenda vizuri virutubisho atakavyo kula havitaingia mwilini vizuri. Kwa hiyo mwisho wa siku hatakuwa na lishe bora, na vile vile kama mtoto hana lishe bora, mwili wake hautaweza kutengeneza kinga. Kwa hiyo hata akipewa chanjo, mwili hautaweza kuhimili na kutengeneza kinga. Kwa hiyo haya mambo mawili yanahusiana furahi kuwa sehemu ya wadau ambao wameshiriki kwenye uzinduzi wa mpango mkakati wa kutokomeza masuala ya udumavu katika mkoa wa Katavi. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa maelekezo yake, tunamshukuru Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwa mwongozo wake, na kwa sababu suala hili Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ameshatuelekeza na kutupitisha kwenye mafunzo kule Njombe, sisi Tanganyika tumejipanga vizuri kwenda kwaisha kwamba tunasimamia upatikanaji na ulaji wa chakula katika makundi yote sita ambayo yanahitajika kwenye mwili wa mwanadamu. Maeneo ambayo tumewekea kipaumbele katika kutekeleza hili, moja ni kwenye maeneo yote ya kutolea huduma za afya, ambako wataalamu wetu pamoja na watu wenye kusimamia lishe katika shule zetu wameelekezwa na wamefundishwa kuhakikisha kwamba wanatoa mafunzo kwa akina mama na kwa akina baba wajawazito wa akina mama na wenye watoto wanaohudhuria kliniki kuhakikisha kwamba wanapata mafunzo ya wa kuandaa chakula kwa ajili ya kuwapa watoto na kuwapa familia. Lakini neno la pili ambalo tunaenda kutekeleza kwa sababu tumeshajifunza masuala ya lishe ni kwenda kutoa mchango um, wa kuwezesha shule zetu kupata ng'ombe wa maziwa, na hapa tuna, tumeanza leo na ng'ombe mmoja wa kupata maziaee lakini kwenye bajeti yetu tumetenga mm -hmm. takriban milioni tisa za tuweze kufanikiwa. Tumeona ni vizuri kushirikisha jamii katika makundi yote, aa, wa viongozi wa kimila, viongozi wa dini, viongozi wa makundi yote vijana, wenye bodaboda, akina mama nao andaa vyakula kwa ajili ya kinawamarishe na wengine wote ambao ni wadau katika maeneo haya.